Ndugu mgeni rasmi, tunao jumla ya washiriki mia moja tisini na mbili. Washiriki hawa wako katika makundi mawili, tuna kundi la waandishi wasaidizi, lakini pia tunao ndugu zetu washiriki ambao watafanya kazi ya mivyala kichwo kalaetas na wanasemi na hao. Wameshapata mafunzo mazuri sana na wameahidi hawatakuangusha wakati wa zoezi hili kuanzia tarehe moja hadi tarehe saba mwezi wa tano. Ndugu mgeni rasmi, bila kupoteza muda, nichukue fursa hii sasa nikukaribishe ili uongee na wanasemi na hao.